Yeah. Yeah. Eh, ah, ah, si, unaona kama hivi mimi, mimi ndo maana nilichukua kuwa best influencer kwenye nchi yetu ya Tanzania. Okay. Nilichukua kuwa best influencer kama hivi, unaona, tunaondoka na Dar City tunaelekea Rwanda, and then tukitoka Rwanda tunaenda Morocco, tukitoka Morocco tunaenda South Africa. Okay. Mimi kama best influencer nikiona hawa wengine ambao nimewafundisha kazi mara yuko hivi mara na, anagombanisha ma, ma, wanawake mara nini, mimi kwa, kwangu mimi naona kama nimefundisha nime, nime kizazi ambacho kinaenda kuwa potofu, ila kwa upande wangu mimi naamini asilimia mia moja kwamba mainfluencer nimewafundisha wapate hela wasaidie familia zao. Nasikitishwa sana kuona influencer au mtu kama ule kichwa mviringo, hela mimi nimemfundisha kazi, anapata hela, anaenda kupangishia vimada vimada, wanagombana, wananyoana nywele mimi nimewafundisha kazi ili wasaidie familia na nikitoka Rwanda nitakaa na mke wa kichwa mviringo ili nimfundishe namna ya kumnyoosha, eh, ili nimfundishe namna ya kuweza kumnyoosha kichwa mviringo kwa sababu kazi anayoifanya. Na hii siri nilikuwa nimeibeba kwa kipindi kirefu, lakini bora imekuja imejifumbua wenyewe. Hiyo ndio kazi yake huko. Wafmu anao wawili <laughs> ah, mlimani anao wawili sawa. CBE anao wawili. Mwanza tulienda Mwanza nakumbuka tulienda Mwanza na Wasafi Bet, akaja nao wengine tena wawili. Sasa ina maana shughuli yake hela anazozipata zote anapeleka kule. So tutakemea vibaya mno. Na nitakana mke wake nitamwambia. Kwanza atamwombea radhi kwamba ili lipite lakini pili nitamfundisha namna ya kumnyoosha atulie kwenye familia. Okay, kuna magonjwa eh? Mimi nilipata hiyo video mapema sana, hili swali. Hili swali mapema, hili swali. Hili swali mapema mm -hmm, lakini sasa aliniomba radhi akaniambia akaniomba, ndugu yangu mm -hmm, naomba Baba Levo usinivujishie, nimekaa nayo <laughs> sasa kule ilipoenda kwa watu ambao waishalipo laki tatu <laughs> No, wala kunipa yeye, zilitumiwa na watu wengine okay. Nikaziona watu wananyoona nywele wanamgombania, nikasema haya <laughs> nikamwambia ndugu yangu, huko unagombaniwa, hizi video zitafika kwa mke wako. Haziwezi kufika nadhibiti. Haya, kiko wapi? Alisema mimi nisizipeleke sikupeleka. Mimi wamepeleka watu wengine, kashazalilika. Ameenda mtu, anaenda kusali kwenye makaburi ya mtume na wapi, afu anaenda kufanya vitu vya ajabu lanakum <laughs> Kwa kweli nakemea, nakemea matendo ya kilana kumu aliyo aliyoyafanya kichwa mvilingo, okay. Nakemea, nakemea vibaya mno, na namwomba, namwomba uh, shemeji yangu awe na moyo wa huruma, huruma. Acha naelekea Diamond hawezi kuwa Nigeria. Diamond anamooa Zuchu na tumeshakubaliana kwenye hilo eh? na ndoa ya Diamond Platinum tumeshakubaliana eh? ngamia zishaanza kutafutwa <laughs> sababu zitachinjwa ngamia za kutosha, harusi ya juksi kwa kwenye harusi ya Diamond Platinum, ile harusi ya Jux itakuwa ni kama birthday party. Nakwambia ukweli, itafungika harusi hapa siku ishirini na moja hakuna kulala, hakuna kila mkoa atashuhudia harusi ya Diamond Platinum. M viwanja vyote vikubwa

Mimi kama msemaji wa timu ya basketball ya Dar City uh, leo hii Dar City tunaenda kuipeperusha kwa mara nyingine tena bendera ya nchi yetu ya Tanzania katika mashindano yanayoenda kufanyika Rwanda. Uh, kumbuka Dar City ndio timu ambayo ili qualify kuiwakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya Afrika, lakini this time timu kubwa unaiona hapa, wachezaji international kutoka kila nchi unayojua wewe, ikiwepo Marekani ukiwepo Ufaransa, wakiwepo wata, Watanzania wenyewe Kenya na sehemu zingine tofauti tofauti wameungana kwa pamoja na timu ya Dar City kwa ajili ya kwenda kuwakilisha nchi yetu ya Tanzania katika mashindano huko Rwanda. Ninaye Ali atatuambia vizuri ni mashindano gani ambayo uh, tunaenda kuwakilisha pale uh, Rwanda, na tutakaa kwa siku ngapi? okay, uh, Hmm. ambayo wanakuwa nafanyika kila mwaka nchini Rwanda kwa ajili ya kumbukumbu ambayo inatokea kwa ile mauaji mauaji ya kimbali kimbali. Kwa hiyo tutaenda kukaa kule kwa muda takriban siku nne. Kwa hiyo tutakuwa na mechi mbili kwa makundi, then tutakuja hatua nusu finali then finali. So, ni nchi gapi na ngapi ambazo zimealikwa pale? takriban kama nne nne uh, ne, Tanzania, Rwanda, Kenya, yeah. nadhani na, na, na, na uh, tunakubaliana kwamba uh, kupitia mwekezaji Musa Mzenji ambaye ndiyo rais wa Dar City Ana, ameleta wachezaji kutoka kila nchi ambayo mnaijua nyinyi ambayo ina, inaongoza kwa basketball. Na Musa Mzenji lengo lake kubwa ni kuhakikisha basketball katika nchi yetu ya Tanzania inakuwa katika levo ya juu kabisa. Ameweka mamilioni zaidi ya milioni 300 inaenda kutumika kwa ajili ya mwaka huu kuhakikisha Dar City inashiriki mashindano yote makubwa ya Afrika na mashindano yote makubwa ambayo tutashirikishwa kama, kama timu ya basketball. Mimi, Baba Levo Leo hii naelekea Rwanda nikiwa naongozana na uh, wachezaji maprofessional watupu. Hapa tunategemea neema za Watanzania, dua za Watanzania katika timu ya basketball ambayo inawakilisha nchi yetu ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Dar City, Mungu mbariki mama yangu Samia Suluhu Hassan, Mungu mbariki rais wa Dar City uh, Musa Mzenji. Kwa kusema hayo machache, kama kuna mtu yote anaswali aulize sababu tumechelewa ndege. Okay. Yeah kama msemaji nali mna, mna, mna, kila ambacho wanaa tulitoka Kenya tukashinda Kenya, tukapata nafasi ya pili, tukarudi na apili, tuka kombe hapa, kama mnakumbuka, na this time tunaenda Rwanda, tunauhakika tutarudi na trophy hapa Tanzania. uh, uh, da city ni timu ambayo mwekezaji ameweka hela nyingi, uh, ndio maana muda wote tunamtaja Musa Mzenji, Musa Mzenji, kwa sababu ameweka hela nyingi wametoka wachezaji kutoka nchi tofauti tofauti, nchi zote kubwa unazojua wewe wako hapa kwa ajili ya kuwakilisha Da City. Kwa kusema hayo machache, Da City for everybody, Da City kwa ajili ya Watanzania, thank you Siri. <laughs> <laughs> <Zengi> boy <laughs> Eh? <Yeah. laughs> line hii ndo lainia. Unapeta vizuri, Baba Levo, majanga ni mengi huko. Yeah, ni kweli, lakini influenza au mtu kama ule kichwa mviringo hela, mimi nimemfundisha kazi, anapata hela, anaenda kupangishia vimada, vimada wanagombana, wananyoana nywele. Mimi nimewafundisha kazi ili wasaidie familia, na nikitoka Rwanda, nitakaa na mke wa kichwa mviringo ili nimfundishe namna ya kumnyoosha Eh, ili nimfundishe namna ya kuweza kumnyosha uh, kichwa mviringo, kwa sababu kazi anayoifanya. Na hii siri nilikuwa nimebeba kwa kipindi kirefu, lakini bora imekuja imejifumbua wenyewe. Hiyo ndio kazi yake huko. YFM anao wawili, uh, Mlimani anao wawili sawa, CBE anao wawili, Mwanza. Tulienda Mwanza, nakumbuka tulienda Mwanza na Wasafi Beti, akaja nao wengine tena wawili sasa ina maana shughuli yake, hela anazozipata zote anapeleka kule, so tutakemea vibaya mno, na nitakaa na mke wake. Nitamwambia kwanza atamwombea radhi kwamba ili lipite, lakini pili nitamfundisha namna ya kumnyoosha, atulie kwenye familia okay, Baba Levo nasikia... kuna magonjwa eh? nasikia swali likufikia mapema sana. mimi nilipata hiyo video mapema lakini sasa, aliniomba radhi akaniambia, akaniomba, ndugu yangu, naomba, baba Levo usinivujishie, nimekaa nayo <laughs> sasa kule ilipoenda kwa watu ambao washalipo lipo laki tatu. <laughs> Wakaivujisha. Hey. No, no, no, no, no, wala kunipa yeye zili nilitumiwa na watu wengine. Okay. Nikaziona watu wananyonana nywele wanamgombania, nikasema haya. Nikamwambia ndugu yangu huko unagombaniwa hivi, hizi video zitafika kwa mke wako. Haziwezi kufika, nadhibiti. Haya, kiko wapi? Alisema mimi nisizipeleke, sikupeleka mimi, wamepeleka watu wengine, kashazalilika, ameenda mtu anaenda kusali kwenye makaburi ya mtume na wapi, afu anaenda kufanya vitu vya ajabu Lana ku...